Shamba hilo hapo linauzwa. Hili sio shamba la ndoto, hili ni shamba halisi, na hapa ndipo wawekezaji wakubwa wameanza. Kama unatafuta njia ya uhakika ya kuwekeza kwenye ardhi, kilimo au ufugaji, angalia mpaka hii video mpaka mwisho. yametokea huko juu Leo nimetembelea shamba hili kuangalia uhalisia wake. Hata hivyo huku ni eneo lenye rutuba, zimechezewa nafasi kubwa, na mazingira yake yanaonyesha waishi kwa mazoea hapa, uzalishaji kumwambia mambo mengine ya mazingira ambayo anayoishi. Hii shamba linafaa kwa kilimo na shughuli ambazo ziliwai kufanyika, ufugaji na hata uwekezaji, naona kwake haiwezekani. Kwa mfano kama huku sasa, tukipanda kimoja, mbona unaona utakuwa mkubwa sana mkutu. Mkutu. Shamba hili limepakana na wawekezaji wa kutolea mzigo kule. Karibu kabisa na shamba hili kuna mwekezaji mmoja mkubwa ambaye amewekeza ekari zaidi ya 4 za parachichi na mwingine amewekeza kwa ajili ya viungo, mahekta mengi ya miti na ya mbao yani, unaashiria neema ya ajabu ya tosha yapo karibu na eneo hili, kwa hiyo huku mtu hii jengewe banda, network ipo, hawachagui maeneo ovyo. <laughs> eneo hili lina <rinasika laughs> sifa. Anaweka tu simu pale muda wote, anaenda kwa uwekezaji pale, yaani kila kitu. Lina rutuba. Pili lina, lina, lina nafasi kubwa ya kupanua, ya kupanua. Tatu, lina mazingira yanayoruhusu zaidi shughuli zaidi ya moja. Hapa unaweza kulima, kufuga na pia kuacha ardhi iongezeke thamani yake kila mwaka. Kuna waza viazi tu, watu wengi wakisikia shamba, yani hilo ndio tatizo sasa, kwa sababu tu umesikia kwamba kiazi kinawatoa watu wengi. Eneo kama hili, ukiona tu ka eneo kazuri na waza, unaweza kufuga ng'ombe, kuna mazao bruzi, mengine, kondoo ambayo ni zaidi hata ya viazi na hata nguruwe. Faida ya ufugaji kwenye, kwenye eneo hili kwenye eneo masaa ni gharama ndogo nafasi kubwa na ukuaji wa haraka wa mifugo. Haya matete yanaashiria maji mmoja mwaka mzima. Watu wengi huja kumtia mm, nini ni, ni kuacha fursa ya ardhi ipite. Wawekezaji wakubwa wameelewa hii mapema. Unakuta uko na ndugu au jamaa ni mtu mzima, sasa anakwambia unaona maji, ya unaona mashamba haya, unaona viwanja hivi. Miaka ile ilikuwa tunauza kipindi cha mvua nyingi sana, au maji huwa yatuanya yanakuwa mengi mpaka shilingi milioni 200. Sasa ni zamu ya watu wa kawaida kuanza kuchukua hatua mapema. Hii siyo njia ya haraka ya utajiri, lakini ni njia ya uhakika. Kama unatafuta njia ya kuwekeza sasa, naona pesa yako kwa amani, ila ubichi kiangazi ya kesho na kujenga tu kitu bado tu kutosha, ardhi, kilimo na ufugaji ni njia ambayo utajuta kabisa. Subscribe, ujifunze zaidi. Hizi ni fursa, yaani sio zaani za kulalia mlango wazi hata kidogo. Sema tu ndo hivyo nguvu ndogo, lakini saizi unafikiri ndugu yangu, kuna changamoto sana hivyo. Saizi sio mpaka ujichoshe mwili sana kwa sababu vitendea kazi vipo e, mashine zipo kwa yani da, ndo ninavyoangalia hii rutuba iliyoko hapa chini hapa kaza. Ah, ni hatari ha, hapa ni mto tena wa maji maji yametulia tuli. Kwa mpaka sisi ndo mpaka ni maji siku, maji yakihamia huku siku yakija akihamia shamba la huku, lakini napenye sio rahisi, pameshachimbika hivyo, mto una tabia ya kuhama. Tuliko paki pikipiki kwa hiyo mpaka wetu ndio huwa sasa sijakuwa sasa nawe ndio utakiu paendeleze unataka kuniambia hapa pakishakuwa eh. pakishakuwa Ee, nyasi zikishakuwa panakuja kuwa msitu tena kama ilivyokuwa mwanzo kabla moto haujapita. E, okay. E, mwezi wa kumi moto ndo wa kumi na moja kwa, kwa huku ha. nah. Mtu anakuja jenga kibanda chake unga wake, mboga yake, dagaa, maharage, kuni, uhakika. Yeye tu mashine na mafuta zake, mbolea nini, dawa na metronidazol kidogo na panado. Ile miparachichi iko wapi? Yule mwekezaji aliyowekeza hekari 40 za parachichi. Ekari mia nne zipo ng'ambo ya mlima huo, okay. umwagilio unatumia nini? Unatega mabomba sawa sawa, ambapo lola zake hapa zozo zikugharimu kiasi gani?

Sawa. Na vipi kuhusu ukungu na wadudu wadudu? Bas. Kwa mfano kwa nyasi kama unavyoiona Ah, mimi sahizi nimeamua, yani ile ya kudunduliza mpaka yafike mamilioni, hiyo sahizi imepitwa na wakati mm. sahizi Pata kidogo, wekeza, pata kidogo, wekeza, utakapoanza kula mema ya nchi, yeah. Wewe na vizazi vyako na vitukuu vyako. Basi shingapi ndio? eka kumi, laki moja. Kwa GPS hiyo mm. Okay. Yani, GPS ya, inatumia mashine gani? Maana kuna GPS za simu lakini sasa zenyewe sometimes za uongo. Kwenye zile nyumba zile. Eh. Easy, easy.